Tekeleza miradi yetu kwa wakati. Kwa hiyo, nawaombe sana, hakikisheni mnasimamia fedha za halmashauri na fedha nyingi kadri mtakavyoweza ziende kwenye maendeleo ya watu wana, ili wananchi wetu waone kazi na inayofanywa na manispaa. Serikali ikileta ile kutuongezea, lakini sisi wenyewe tuwe tumeanza kupiga hiyo. Kwa nawaombe sana msimamie mapato ya halmashauri. Najua kazi imeanza kwenda vizuri, na bahati nimepata mkurugenzi mzuri, na nasema hivi kwa sababu namfahamu, nimefanya naye kazi mwaka mmoja na miezi minane, ko najua niwaombe tu umpe ushirikiano ili alete mawazo alete fikra zake ili hali ya manispaa yetu iwe bora zaidi kuliko ilivyo leo. La pili ni fedha za asilimia kumi kwenda kwa, kwa kina mama vijana na walemavu, hakisheni fedha hizo zinakwenda, lakini vikundi hivyo msitengeneze vikundi vyenu. Madiwani tengenezeni vikundi ambavyo kweli inakwenda, tutatua matatizo yao ya wananchi. Wapeni fedha wale ambao wana sifa kwamba akipewa pesa anarudisha, ili tuwape wengine, sio wale ambao ukusanyaji wake unaanza kuwa tabu. Kwa naombe sana madiwani nisaidie, mkiona kuna kikundi cha watu tabia mbaya, moya wa kwanza anaemdugie vi kikundi tuna wasiwasi nacho ili tuwape wale ambao kwanza wana discipline lakini pia mikopo hiyo wataitumia kutatua matatizo yao ya umaskini na maendeleo yao, na ndiyo essence ya hizi fedha, ni laini ya kusaidia watu ili waweze kutoka kwenye umaskini kwenda kwenye maisha bora. Sambamba na hayo, mstahiki meya kwenye baraza hilo ameeleza utekelezaji wa miradi mbalimbali ndani ya halmashauri ya Iringa. Tumepata tayari bilioni nne kwa ajili ya kuendelea na swala la, we, la ukandani weulo mgini ili kuunganisha. Ikifikia imefanikiwa kuunganisha mji wetu, utakuwa sasa unazunguka tutapata bypass, wakati huo tutapata daraja lile kuu. Na tena nisije nikasahau kaka Daudi narasi nauyo bwana simjui mchukue hili kwamba tumeanza tayari tumeshafikia hatua za mwisho. Hii kwa sababu tumesema kwenye baraza tayari tumeshafikia hatua za mwisho za za, tayari tumesha kupata mkandarasi kwa ajili ya ujenzi wa barabara za kata ya Mkimbizi pamoja na soko la Kiesa. Tumebakia kusainiana naye tu mikataba, lakini ba, barabara za Mkimbizi, sababu Mkimbizi na Mkumvila, barabara za lami za kata ya Mkimbizi na Mtuvila na ujenzi wa soko lile la Kiesa, tunaenda kulibomoa lile soko na tunajenga soko zuri la kisasa, na tayari mkandarasi ameshapatikana. Taratibu nyingine hizo zinaendelea. Kulikuwa na utaratibu wa kutafuta e, e, mshauri wa mradi ambayo utaratibu wake unaendelea, lakini baada ya hapo utasainiwa mkataba kwa ajili ya kuanza ujenzi wa lile soko. Kwa hiyo ndugu zangu, wana Iringa, muondoke nayo kwamba tayari tumesha pa, kwa tunao barabara itapasuliwa, soko la Kihesa litajengwa, Mwenyezi Mungu akipenda, tunaamini na lile daraja la Isakalilo nalo litakwenda kuunganishwa. Naye mmoja wa madiwani wa baraza hilo Paskalina Uweve ameeleza utekelezaji wa miradi ya serikali katika kata yake. Kwa kweli serikali kuu wametuletea pesa nyingi sana hususani kanda yetu ya Kihesa, na miradi tuliyoletewa na serikali kwa asilimia kubwa tumeitekeleza kuna shule ya msingi Kikurulu, kuna sekondari ya Nduli ambapo tunajenga maabara. Shule ya msingi Kikurulu imekwisha. Shule ya Nduli tunajenga maabara, nayo ndio tuko kwenye kumalizia na shule nyingine, japo ni ya kata Gangilo, ya Makorongoni, lakini ile shule imejengwa eneo letu la kata ya Nduli na itawasaidia watoto wetu kweli tumejisimamia vizuri kabisa pesa hizi na zimefanya kazi inayoonekana kwa watu.